Moja ya maswali ambayo huwa naulizwa mara kwa mara ni kuhusu jinsi ya kujiunga na Idara ya Usalama wa Taifa. Watu wengi huuliza kama inawezekana mtu yoyote yule kujiunga na taasisi hiyo, lakini kama inawezekana, mtu huyo anatakiwa kuwa na sifa gani? Kuna vigezo gani vinavyohitajika, na utaratibu ukoje wa kujiunga na taasisi hiyo? Na kila ninapoulizwa swali hili, huwa linanifanya ni reflect kutokana na taarifa mbalimbali ambazo ninazo kuhusiana na taasisi nyingine za usalama wa taifa katika nchi mbalimbali, ambapo watu wengi huwa na kiu ya kufahamu au kupenda kujiunga na taasisi yayumkinika kusema kwamba uafisa usalama wa taifa ni moja ya taaluma ambazo watu wengi sana duniani kote wanatamani kujiunga na taaluma hiyo Pengine kutokana na unyeti wa taaluma yenyewe, lakini pia pengine kutokana na jinsi filamu zinavyoelezea kuhusu masuala ya James Bond na vitu kama hivyo, huenda vinawavutia watu wengi kiasi cha kuipenda taaluma hiyo. Lakini kabla ya kuingia kwenye kujibu swali hilo, nitumie fursa hii kuwashukuru nyote mnaotembelea channel hii, ni wakaribishi wale ambao mnatembelea kwa mara ya kwanza endapo hujafanya hivyo na ikupendeza unaweza kusubscribe, lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya ikiwekwa hapa uweze kuhabarishwa. Kadhalika, licha ya habari za intelligensia, channel hii pia ina habari za kitaifa, kimataifa, chambuzi na pia kuna kozi mbalimbali zinazowekwa hapa kwayo, kwa hiyo ni fursa kwako sio tu kuhabarika bali pia kuelimika. Baada ya utangulizi huo nielekee sasa kwenye mada husika na mada kama nilivyosema, moja ya maswali ambayo huwa naulizwa mara kwa mara ni kuhusiana na jinsi ya kujiunga na Idara ya Usalama wa Taifa. Na kama inawezekana kujiunga na Idara ya Usalama wa Taifa, utaratibu ukoje na nini hasa mtu anapaswa kufanya au anatakiwa kuwa na sifa gani ili aweze kujiunga na taasisi hiyo. Na licha ya kulijibu swali hilo mara kwa mara, bado limeendelea kumiminika yani, nikiangalia kwa mfano kwenye DM zangu Instagram, Twitter, takriban kila wiki kuna maswali mawili matatu kuhusiana na swala hilo. Na mimi naamini pengine naulizwa kutokana na sababu kadhaa. Ya kwanza ni kwamba sijawahi kuficha ukweli kwamba niliwahi kuwa mtumishi wa Idara ya Usalama wa Taifa huko Tanzania, japo kwa sasa sipo huko. Um, lakini licha ya hilo mimi nimeendelea kuwa mdau mkubwa wa sekta ya intelijensia. Um, kwa kiasi kikubwa nimekuwa nikitumia machapisho yangu kuandika masuala mbalimbali yanayohusiana na sekta ya intelijensia ndani na nje ya nchi yetu Tanzania. Uh, kwa sasa nina kijarida kinachoitwa blog ya ujasusi, ujasusi blog au ujasusi.com, ambayo takriban kila siku inachapisha habari mbili zinazohusiana na masuala ya intelijensia kuhusu sehemu mbalimbali duniani, lakini pia niliandika vitabu viwili. Kimoja kinahusu taaluma ya uafisa wa usalama wa taifa, kinaitwa afisa wa usalama wa taifa ni mtu wa aina gani, anafanya kazi gani. Uh, hiki kinafahamika kama kitabu cha shushushu, na pia nimechapisha kitabu kuhusu masuala ya ujasusi. Kwa hiyo naamini hizi ni miongoni mwa sababu zinazowafanya watu kuniuliza wakiamini kwamba labda naweza kuwa na majibu sahihi kwao. Baada ya kusema hayo, nielekee kuhusu mfumo wa ajira za usalama wa taifa, sio tu Tanzania, lakini duniani kwa ujumla. Moja ya vitu vya msingi kabisa vinavyodetermine uh, idara ya usalama wa taifa kuajiri ni kitu kinachofahamika kama mahitaji ya kiintelijensia. Kwa lugha ya kiintelijensia wanaita intelligence requirements. Kwa hiyo haya ma hitaji ya kiintelijensia ndiyo yatakayosema kwamba intake hii tunahitaji vijana waliomaliza VETA au intake hii tunahitaji watu walioko kwenye makundi ya sanaa au intake hii tunahitaji watu waliohitimu shahada ya uhandisi, uhandisi, au waliotoka Muhimbili madaktari au wali, zamani huko ilikuwa ni kutoka JKT. Kwa hiyo hizi intelligence requirements ndio zinazoongoza swala zima la ajira ya taasisi ya usalama wa taifa duniani kote. Sasa tofauti inakuja katika mfumo wa ajira. Kwa kiasi kikubwa katika nchi za magharibi, ajira ni swala la wazi, kwamba taasisi husika huweka matangazo ya ajira kwenye tovuti zao au kwenye vyombo vya habari lakini pia moja ya njia ambazo zinatumiwa na taasisi hizi ni kutembelea taasisi za elimu, kwa mfano vyuo vikuu. Kwa hiyo wanakuja kwenye vyuo kueleza kwamba uafisa usalama wa taifa kufanya kazi katika taasisi yetu iko hivi na hivi na vile, watu wenye interest wanajiandikisha na vitu kama hivyo. Hata hivyo, ni muhimu kusema kwamba sio kila kazi itakuwa hadharani. Kuna kazi za siri ambazo haziwezi kuwekwa hadharani. Kwa bahati mbaya, katika nchi nyingi za dunia ya tatu nchi za Afrika na Tanzania yetu ikiwa ndani, mfumo wa ajira umetawaliwa na usiri wa hali ya juu, na hiyo ndio inachangia zaidi kuwepo kwa hii kiu ya watu kufahamu hivi inawezekana kweli kujiunga na taasisi hiyo, na hawa wanaojiunga. Ukweli ni kwamba inawezekana, maana mpaka muda huu kuna watu wapo katika taasisi na sio wengine, tulikuwa katika taasisi hiyo, maana yake kwamba inawezekana kujiunga, kwa sababu kuna watu wapo kwenye taasisi hiyo lakini, jinsi gani wanavyojiunga kwa... kwa hizi nchi zetu za dunia ya tatu? Kama nilivyosema kuna usiri lakini siwezi kuzungumzia nchi zote, inabidi nijikite, kwa sababu swali linaloulizwa mara zote huwa linahusiana na idara ya usalama yetu, yani ya Tanzania. Sasa kuna namna mbili ya kuangalia mfumo wa ajira wa idara ya usalama wa taifa. Uh, hii idara ya usalama ya taifa wa taifa tuliyo nayo ilivyokuwa huko zamani na ilivyo sasa. Halafu namna nyingine ya kuangalia ni inavyostahili na ilivyo. Na katika taaluma yenyewe ya intelijensia kimsingi kuna namna mbili ya kuangalia vitu. Kitu kinavyostahili kuwa na kitu kilivyo. Sasa mara nyingi watu wanajikita zaidi kwa kitu jinsi kilivyo kwa sababu huu ndio wakati uliopo. Kitu kinachostahili kuwa kinaweza kikasubiri au kinaweza kuwa cha zamani. Katika taaluma, katika mfumo wa ajira wa idara ya usalama wa taifa huko nyuma utaratibu ulikuwa ni kwamba wanafanya kitu cha talent spotting, yani kufahamu um, vipaji, watu wenye uwezo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilikuwa rahisi zaidi kupitia kwenye makambi ya JKT. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanapatikana kupitia makambi ya JKT siku hizo za nyuma. Kwa JKT ilikuwa ni lazima kimaliza kidato cha sita, lazima uende JKT, lakini pia kulikuwa na shule maalum uh, siku hizo Tabora Boys Tabora Girls hizi zilikuwa ni shule maalum uh, zilikuwa ni miongoni mwa sehemu zilizokuwa zinazalisha idadi kubwa ya maafisa usalama watarajiwa kutokana na muundo wa shule hizi. Shule zilikuwa za kijeshi, zilikuwa zinachukua zinamchepua wa kijeshi, kwa ilikuwa ni rahisi, na si wengine tulip tulipitia maeneo hayo. Kwa hiyo kwa huko nyuma, wakisha baini watu, wanafanya kitu kinaitwa vetting, wanafuatilia, mchakato wa muda mrefu, unaweza kuchukua mwaka mmoja, unaweza kuchukua miezi sita, unaweza kuchukua miaka mitano wanafuatilia kwenye familia yako kuhoji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kulikuwa na utaratibu ambao kwa kweli mpaka mtu anapatikana, um, alikuwa amesomwa vya kutosha amechujwa vya kutosha, na ni rahisi kuelewa kwamba huyu mtu anakuwa na ufanisi au la. Lakini licha ya hayo, vitu vikubwa vitatu vilivyokuwa vinaangaliwa kwa wakati huo, cha ja kwanza kilikuwa ni uzalendo, cha ja pili kilikuwa ni uwezo mkubwa wa kiakili na cha tatu ni uimara kiafya na kimwili. Hiyo sio kwamba cha kwanza cha pili na cha tatu, bali vitu vitatu. Kwa hiyo cha tatu kinaweza kuwa cha kwanza, cha pili kinaweza kuwa cha tatu, lakini vitu hivyo vitatu ndio vilikuwa kipaumbele: afya na uimara wa kimwili, akili ya kupindukia, na tatu ilikuwa ni uzalendo. Kwa bahati mbaya, nyakati hizi mambo yako tofauti na hii inatuumiza baadhi yetu ambao ni wadau wa sekta hii. Mfumo wa ajira umekuwa sio tu hauko wazi, lakini unatumika vibaya. Mfumo wa ajira umekuwa ukielemea zaidi kwenye kujiwana. Kwa hiyo kukujibu swali kwamba inawezekana kujiunga na Idara ya Usalama wa Taifa, yes, inawezekana, lakini sharti uwe na mtu serikalini au huko kwenye hiyo taasisi, ambaye atakuvuta na kukwambia kuna intake inakuja, na ndio akafanya utaratibu wa kukuingiza weza wanaangalia hivyo vigezo vitatu vya akili, uimara wa afya na mwili na uzalendo. Hiyo ni mada ya wakati mwingine, lakini natumaini katika makala hii nimekusaidia kufahamu kuhusiana na jinsi ya kujiunga na idara ya usalama wa taifa. Asanteni na kwaheri.